Wapiganaji wa kundi la Hamas wametishia kuwaua mateka waliobaki iwapo kutatokea mashambulizi ya aina yoyote kutoka nchini Israel katika eneo la Gaza. Kauli hiyo imetolewa jana Alhamis na msemaji wa kijeshi wa Hamas, Abu Obaida kupitia kipande cha video kilichorekodiwa na kusambazwa kwenye mitandao ya kijamii. Hatua hiyo inakuja baada ya rais wa Marekani, Donald Trump kuamuru wa Hamas waachilie mateka wote waliobaki wakiwa hai ama wamekufa huku akionya wa kwamba itakuwa mwisho wao endapo hawatotekeleza agizo hilo. Rais Trump alitoa kauli hiyo juzi Jumatano kupitia chapisho lake alilopachika kwenye mtandao wake wa Truth. Namnuku, nitaitumia Israel kila kitu ambacho Israeli inahitaji ili kumaliza kazi, hakuna hata mwanachama mmoja wa Hamas atakayekuwa salama msipofanya kile ninachosema. Trump alitishia kwenye ujumbe wa mtandao huo wa kijamii. Kwa viongozi, sasa ni wakati wa kuondoka Gaza, mkiwa bado mna nafasi. Pia, kwa watu wa Gaza, mustakabali mzuri unawasubiri, lakini si kama mtaendelea kuwashikilia mateka. Mkifanya hivyo, mmekufa! Fanyeni uamuzi wa, wa busara. Waachilieni mateka sasa, la sivyo, kutakuwa na gharama kubwa baadaye. Alisema Trump. Mwisho wa kunukuu. Alitoa kauli hiyo muda mfupi baada ya kukutana na mateka wanane walioachiwa katika Ikulu ya White House siku ya Jumatano. Msemaji wa nane, Ikulu ya White House, Karoline Leavitt, aliyesema Rais Trump alikutana na mateka hao na kuzungumza nao kuhusu hali waliokuwa wakipitia walipokuwa mateka eneo la Gaza mikononi mwa wapiganaji hao wa Hamas. Nanukuu. Raisi alisikiliza na kwa makini hadithi zao na kusikitika. Mateka walimshukuru Rais Trump kwa juhudi zake thabiti za kuwarejesha mateka wote nyumbani, alisema Leavitt, mwisho wa kunukuu. Hamasi iliishutumu Israeli kwa ubabe, kuchelewesha na uchokozi usiojali haki za wakazi wa eneo hilo. Na ni namnukuu, kwa mujibu wa Abu Obeida, uongozi wa adui unajaribu kukwepa makubaliano huku Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu akitanguliza maslahi ya kisiasa juu ya maisha ya mateka wake. Mvamizi ambaye ni Israeli anaendelea kutafuta kibali cha Marekani ili kuongeza mashambulizi dhidi ya watu wetu, alisema Abu Obaida, msemaji wa kijeshi wa tawi la Hamas la Al Qassam Brigades, mwisho wa kunukuu. Tishilo tishio la vita kutoka Israel alitaleta chochote ili kushindwa na halitasababisha kuachiliwa kwa mateka wao. Tunawaonya familia za mateka wa Israeli kwamba bado tunao ushahidi wa maisha kwa wale ambao bado wako hai. Tumejiandaa kikamilifu kwa hali zote zitakazowezekana. Kuongezeka kwa mashambulizi dhidi ya watu wetu kutasababisha kuuawa kwa mateka wa Israeli alisema Obaida, mwisho wa kunukuu. Inakadiriwa kuwa kuna hadi mateka 24 waliobakia hai huko eneo la Gaza, na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alisema katika hotuba mwanzoni mwa mkutano mkuu wa baraza la mawaziri Jumapili, wengine ni 35 wanaokadiriwa kuwa tayari wameshakufa. Na Edan Alexander ndiye mateka wa mwisho mwenye asili ya Israel ambaye ni Marekani aliyekuwa hai aliyesalia huko eneo la Gaza, kwa mujibu wa wizara ya afya ya Gaza. Mapigano kati ya jeshi la Israel ya IDF yaliyoanza Oktoba 7 2023 yamesababisha vifo vya wapalestina 61709 huko 111845 wakijeruhiwa huko Gaza. Pia Israel inasema uvamizi wa wapiganaji hao wa Hamas ulisababisha vifo vya watu takriban 1139 huku 251 wakichukuliwa mateka na kupelekwa eneo la Gaza. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kwa taarifa zaidi kuhusiana na sakata hilo.